Huu ni uwanja wa 22 De June ukiwa na maana kwa Kiswahili tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita, yani 22 June, siku ambayo wenyeji wa hapa wapigania uwanja huu walikubaliana na kuanza kuujenga uwanja huu ambao kesho utakuja kupigwa mchezo wa kuwania kufuzu fainali za Kombe la Dunia kati ya timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake chini ya miaka ishirini, Tanzanite Queens dhidi ya wenyeji Angola, mchezo ambao utapigwa hapa katika uwanja huu ambao asili yake ni nyasi za asili, lakini Aa, kama unavyoonekana majukwaa yake ya kisasa, maandalizi yameshafanyika, na ukizungumza na kocha mkubwa Bakari Shime, ukizungumza na baadhi ya benchi la ufundi, lakini ukizungumza na baadhi ya wachezaji, wanakuelezea namna ambavyo walivyokuwa wanauhitaji mchezo huu, walivyokuwa wanautaka mchezo huu, na sasa wako tayari kabisa kwa ajili ya kupigania taifa la Tanzania Chobabi. Mazingira mazuri e, uwanja ni mzuri, kama ambavyo umeona nyasi za asili, mpira unatembea vizuri na, hata aina ya mazoezi ambayo tumefanya leo tumekuwa rafiki sana na, na uwanja jinsi ulivyo, kwa niangu, kwa mba, kwa ni matumaini yangu kwamba tutakuwa na mchezo mzuri kesho, kwa maana ya mchezaji mmoja kuweza kumiliki mpira na E, mchezaji mmoja akimiliki mpira maana yake ni uwezo wa timu kumiliki mpira. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi hiyo kwa muda mrefu leo e, lakini pia tumejaribu kuweka mbinu mbalimbali za kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tumefanya mbinu nyingi ambazo naamini tukizitumia vizuri kesho matokeo yatakuwa rafiki upande wetu. Uwanja huu una uwezo wa kuingiza mashabiki takribani elfu saba na mia nane na wenyeji wa uwanja huu ni klabu ya Inter Klabu au kwa jina lingine Klubo Desportivo ambayo inashiriki ligi kuu ya hapa Angola. Tunaamini kabisa Tanzania inakwenda kushinda na kuendelea hatua nyingine za fainali. Kwa hiyo naamini kila kitu kitakwenda sawa, kila kitu kitakwenda vizuri. Mimi hapa sina la ziada, lakini nitaendelea kukuletea mambo, matukio tofauti kuelekea kwenye mchezo huu. Doris Maliyaga wa Azam Sports.